Yeye si waziri, ni mbunge wa kawaida Lacha. Lakini Lowassa tunayemzungumza ni nani? Lowassa fisadi, ndio kwanza. Tarehe kumi na tano Septemba elfu mbili na saba tulimtaja katika listi ya watu kumi na moja Tanzania ambao wamesaliti nchi hii kwa ufisadi mkubwa. Lowassa kwenda mahakamani Sawa, jamani, Lowassa yuko kwenye listi ya mafisadi elfu mbili na saba. Lowassa huyo huyo, baada ya kamati ya bunge, akajiuzulu kwa kendo ya Richmond. Leo anauwaraji. Nimekwenda jimboni pake nikiwa mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali niligundua mambo mawili. La kwanza, waheshimiwa wabunge hawa, mheshimiwa mbunge wewe, sijui kama kwako uliletewa hela ya kujenga ofisi ya bunge. Mpaka leo hamjaletewa, bado hajapelekwa. Wakati mimi nikiwa bungeni, makubaliano yalikuwa kwamba ofisi za wabunge zitajengwa kwa milioni arobaini arobaini arobaini Lowassa pake akashinikiza akalazimisha, na barua ninayo, mtu akitaka akalazimisha apelekewe milioni mia moja sabini na moja milioni mia moja sabini na moja Mji mzima wa utarifa ungepata maji bila mgogoro wowote kutosha Lowassa bado wakashinikiza wizara ya TAMISEMI imwongezee milioni mia moja thelathini na moja juu ya milioni mia moja sabini na moja jumla milioni mia tatu ofisi ya mbunge. Wananchi hawana maji kule kule kule moduli, wananchi hawana maji. Wamasai nalalo kwenye manyata, barabara haziko, umeme vijijini hauko, Lowassa anajenga nyumba ya milioni takriban mia tatu. Huo ni ufisadi, sawa jamani. La pili nililogundua na kwa taarifa yenu, hiyo nyumba mpaka leo, tangu wameshirikiza hizo hela